Mwana ko hilo asitokee Simba akawa na wasiwasi wasi unalo ya kwamba tumehama tumehamia uwanja mwingine makali ya Simba yatapotea ama ubora wa Simba utapotea. Niwahakikishie wana Simba ya kwamba Simba ni ileile ile. hata tungeenda kuchezea chini ya bahari e Simba ubora wake ni uleule ule. As long as ni ardhi ya Tanzania na Simba tunakwenda kufanya yale yale. K so, mtu asiwe na mashaka hata kidogo. Ambacho tungemfanya Stellenbosch katika uwanja wa Benjamin Mkapa, ndicho ambacho tunakwenda kumfanya hicho hicho katika uwanja wa New Amani Complex. Kwa hiyo wala wasiwe na wasiwasi, wao jukumu lao la msingi lakini uwanja unaingiza watu 15885 ndizo tiketi ambazo zitaanza kuuzwa kuanzia hii leo. Viingilio VIPA itakuwa ni shilingi elfu 40. Tunaposema VIPA, unapoingia uwanja wa Amani kwa wale kwa wale wenyeji uwanja wa Amani hapa, VVIP wanapokaa wanapokaa wakubwa wa nchi na wageni waalikwa, ili shavu la kushoto na kulia hapa ndio VIPA pale ni shilingi elfu 40 kwa kichwa. VIPB burusi ni shilingi elfu 20, mzunguko ni shilingi elfu 10.